wala runinga ya Citizen. Shirika la Katiba Institute sasa linaitaka mahakama kumshurutisha Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kubatilisha msimamo wake kwa maafisa wa usalama wa kupiga risasi waandamanaji. Shirika hilo linasema kuwa matamshi ya waziri ni hatari kwa maisha ya wa waandamanaji na ni kinyume na sheria, kama anavyotuarifu Stephen Leto. Tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station pika yeye risasi. Japo waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amefafanua matamshi yake ya wiki iliyopita kuhusu matumizi ya silaha wakati wa maandamano, shirika la Katiba Institute halijaridhika na sasa limeelekea mahakamani. Katika kesi hiyo iliyowasilishwa pamoja na shirika la haki za kibinadamu nchini KNCHR, Waziri Murkomen kama afisa wa umma katika msimamo wake anapaswa kujua kwamba hii siyo sheria inayoongoza matumizi ya nguvu na silaha kama vile bunduki. Kulingana na shirika hilo, matamshi ya Waziri Murkomen yana hatari ya kuongeza visa vya mauaji ya kiholela nchini na ukiukaji wa haki za kibinadamu. Adam. Katika stakabadhi zilizowasilishwa kortini, shirika la Katiba Institute aidha limekosoa Waziri Murkomen kwa kuwachochea maafisa wa polisi kwamba bunduki ziko chini ya ulinzi wao na sio vitu vya kuchezea, na kuwaelekeza wapige risasi mtu yeyote anayekaribia kituo cha polisi ni ukiukaji wa sheria na kiapo cha afisi hiyo havoc, to burn police station, to attack police officers. We are I'm not going to keep quiet and see you suffer. Waziri Kipchumba Murkomen amekuwa mbioni kupiga teke matamshi yake, akitaja kuwa alinukuliwa visivyo. Sasa mashirika ya KNCHR na Katiba Institute yanaitaka mahakama itoe amri inayomwagiza Murkomen kutoa taarifa ya maandishi kwa umma na kuchapishwa katika gazeti la kitaifa kwa gharama yake binafsi kubatilisha maoni hayo kuhusu matumizi ya bunduki na kueleza ukweli kuhusu sheria ya matumizi ya silaha kwa maafisa wa polisi. Sasa mahakama imetakiwa kutilia uzito ombi hilo na kusikiza kesi hiyo kwa muda mfupi kabisa.